Kwa niaba ya kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Arusha ninawaomba wananchi wote wa mkoa wa Arusha, tumebakiwa na siku mbili kabla ya uchaguzi. Maandalizi yote yamekwisha kufanyika kwa mujibu wa tume huru ya uchaguzi, lakini pia kampeni za vyama vya siasa vimeendelea vizuri. Wakati huu na tukielekea katika siku ya kupiga kura nitumie nafasi hii kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Arusha kuhakikishia wananchi wote wa mkoa wa Arusha usalama wao siku ya kupiga kura na baada ya kupiga kura. Hali ya usalama katika mkoa wa Arusha ni shwari, na tunapoelekea katika siku ya tarehe ishirini na tisa, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vimejipanga kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani na utulivu. Tumekutana na kamati zote za ulinzi na usalama katika mkoa wa Arusha, nimejiridhisha kwamba kampeni zimeenda vizuri kwa amani na utulivu katika majimbo yote. Hali ya usalama katika wilaya zote za mkoa wa Arusha ni shwari, na nitumie nafasi hii kuhakikishia wananchi wote wa mkoa wa Arusha kwamba tunawahakikishia usalama wakati wa kupiga kura na baada ya uchaguzi. Kwa hiyo wajitokeze wakatimize haki yao ya kupiga kura, haki ya kikatiba. Tunawahakikishia katika kujitokeza kwao, hakuna mtu au kikundi ambacho kitakuwa na nafasi ya kuwazuia watu kwenda kupiga kura. Kupiga kura ni haki yako ya Kikatiba, ni haki ya kuwachagua viongozi, na kwa mujibu wa uchaguzi mkuu, kuchagua madiwani, kuchagua bunge na kuchagua rais. Kwa hiyo, niwahamasishe wale wote waliojiandikisha wakatumie haki hiyo ya kwenda kupiga kura, niwahakikishie usalama wao wakati huu na wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Niwatakie kila la heri wananchi wote wa mkoa wa Arusha kuwa na uchaguzi mzuri, uchaguzi wa kwenda kuchagua viongozi wanaowataka.